Nakumbuka kipindi Magufuli alikuwa ameshafariki mpaka Tundulisu iko anaongea na asema, bwana, huyu mtu yuko wapi? Mtu onyeshe, watu wanataka kumuona rais wao. Kulitokeaga tena mapicha picha kama haya ambayo yapo yanatokea sasa hivi, mara video mara sijui mapicha, sijui Magufuli yupo na nani mara nini, wakati maskini yuko monchwari, baba wa watu huku Ikulu na kazana kuposti ku, ku huku watu ndio wanaendelea kuhoji yuko wapi mzee, mbona tumuone. Walikuwa naleta mapicha kama haya haya, mapicha picha ambao sasa hivi wako na post ya Samia, mara eti sijui kapokea balozi, mara sijui kapokea sijui nani gani mabalozi, sijui wanaokuja kuapishwa sijui wamepokea nini. Hey guys, sawa mnatuwekea mapicha basi, kwani rais ni bubu? Sawa mnatuonyesha yupo, rais gani asiyeongea? Ni bubu Nakumbuka kipindi Magufuli alikuwa ameshafariki mpaka Tundulisu iko naongea na sema, bwana huyu mtu yuko wapi? Mtu onyeshe, watu wanataka kumwona rais wao. Kulitokeaga tena mapicha picha kama haya ambayo yapo yanatokea sasa hivi, mara video mara sijui mapicha sijui Magufuli yupo na nani mara nini, wakati maskini yuko mochwari, baba wa watu huku ikuli na kazana kuposti ku huku watu ndo wanaendelea kuhoji yuko wapi mzee, mbona tumuone? Walikuwa naleta mapicha kama haya mapichapicha, ambao sasa hivi wako na posti ya Samia, mara eti sijui kapokea balozi, mara sijui kapokea sijui nani gani, mabalozi sijui wanaokuja kuapishwa, kuwapishwa, sijui wamepokea nini. Hey guys, sawa mnatuwekea mapicha basi, kwani rais ni bubu? Sawa mnatuonyesha yupo rais gani asiyeongea? Ni bubu? Nakumbuka kipindi Magufuli alikuwa amesha fariki, mpaka tundu Lissu iko anaongea nasema, bwana huyu mtu yuko wapi? Mtuonyeshe, watu wanataka kumwona rais wao. Kulitokeaga tena mapichapicha kama haya ambayo yapo, yanatokea sasa hivi, mara video mara sijui mapicha sijui Magufuli yupo na nani mara nini, wakati maskini yuko monchwari, baba wa watu huku ikuli na kazana kuposti huku ku, ku, huku watu ndo wanaendelea kuhoji yuko wapi mzee? Mbona tumuone, walikuwa naleta mapicha kama haya mapicha picha ambayo sasa hivi wako na posti ya Samia, mara eti sijui kapokea balozi, mara sijui kapokea sijui mabalozi sijui wanaokuja kuapishwa sijui nangani wanamepokea nini? Hey guys, sawa, mnatuwekea mapicha basi, kwani rais ni bubu? Sawa mnatuonyesha yupo. Rais gani asiyeongea ni bubu?